Kwanza tuwapongeze tu viongozi wetu ambao wameshika we kijiti awamu baada ya awamu mpaka leo hii. Sisi ambao tumezaliwa baada ya muungano tuna uthubutu wa kusimama na kuzungumza muungano <coughs> hii haikuwa kazi rahisi, lakini ni ushuhuda kwamba falsafa ya muungano tokea ilipoasisiwa imesimamiwa imelindwa, imeendelezwa naende, na inaendelea kurithiwa. Nichukue fursa hii pia kuwapongeza kwa jinsi ambavyo management nzima inasimamia maendeleo ya chuo kama ambavyo umeelezea, uh, mkuu wa chuo ulivyoelezea uliposimama hapa, na tunaona wazi kwamba chuo kinazidi kukua, kinapanua wigo katika maeneo tofauti ya Tanzania ikiwemo Zanzibar. Ni waahidi kwamba mimi nikiwa kama mtendaji mkuu katika ofisi ya makamu wa pili wa Rais Zanzibar, ambayo inafanya kazi sawa na ofisi ya waziri mkuu ikiwa na, na, na, na responsibility uh, ikiwa na overall supervision ya government affairs, tutashirikiana na nini katika kuhakikisha kwamba maombi yenu ya kupata eneo yanakamilika kwa haraka na pia mnaweza e, kufungua hii kampasi ya Zanzibar na kuwekeza katika miradi mingine mbalimbali mbali kama ambavyo umeelezea. Mkuu wa chuo amezungumza vizuri sana, amenisaidia kazi nafasi ya wana taaluma e. Tunataka vyuo vingine viwe na vision kama tunavyoona, na nilimwambia kabisa kwamba kama kinatoka chuo cha technology India kinakuja Zanzibar, kwa nini tusianze wenyewe? Kwa hiyo wameonyesha njia. Kuna kampasi chache ambazo zipo, lakini ni jambo ya zuri ambalo litaimarisha lita, lita, lita muungano wetu kama alivyosema kwa sisi mheshimiwa daktari uh, sisi tunategemea kwamba mipango yetu ikienda kama ambavyo tunategemea itakwenda, na kwa ushirikiano na, wa, wa, na ukaribu mkubwa wa watu wa Zanzibar tunategemea basi na sisi tutakwenda kuwa mdau mkubwa sana wa, wa, wa, wa uchumi wa Zanzibar. Lakini kwa muktadha wa siku ya leo, ndio maana halisi ya muungano kwamba muungano sio wa kuongea kwenye majukwaa na makongamano, ni, ni wa vitendo wa kuunganisha yale maeneo ambayo huyu anayo huyu anaweza akashea, huyu anayo huyu anaweza kashea. Ndio fabric inayotengeneza inayotengeneza muungano, na tunategemea kwamba tutakapotengeneza campus, tutaanza kuanzia diploma, degree na masters. Tunategemea vijana wa bara na wenyewe wakasome Zanzibar na vijana wa Zanzibar. Ukishakuwa na presence pale na chuo kinajulikana, vijana wa Zanzibar watatamani na wenyewe kuja kusoma huko. Sasa hiyo exchange ndio muungano, ndio muungano wa kweli kati ya sekta ya ya elimu na zile sekta ambazo sisi tutakuwa tunatoa kozi zetu, lakini tunashukuru pia kwa upande wetu kwamba uh, hasa ukitumia wanafunzi hawa wa shahada ya uzamiri research zile ambazo wanazifanya ambao tunashikiana na wana, wanafunzi wetu wanazifanya, zinatusaidia pia katika kutambua kwamba kule kuna vitu gani na kuna changamoto gani, na tumekuwa tumefanikiwa pia kufanya ushauri katika sehemu tofauti tofauti. Mfano, tumeshikiana sana na, na benki ya watu wa Zanzibar katika kufanya ushauri, yani consultancy kwenye kwenye maeneo yao mengi na pia kufanya. Kwa hiyo bado tuna tunahitaji ile kuimarisha muungano kwa kuangalia changamoto zipoje.